Wangapi mnahitaji kubarikiwa na Mungu? siote hapa mpaka wazee wa kanisa . Formula ya baraka katika ndoa, katika maisha ya kifamilia ni kuishi maisha ya haki. Tunasikilizana wana wa Mungu eh? Yaani ukitaka utoboe na maadui wanyamanze kimya mbele yako Ishi maisha ya haki mbingu sitakuzamini sema ma. Kwa hiyo hata wela mna Yesu, mnisikize kwa makini sana. Mkitaka ndoa yenu iwe na baraka ishi, mkaishi kwa haki watu wakuwafungisha, nendeni mkaishi kwa haki, muache umbea, tafika salama na huko nyuma ukitaka utoboe kwa baraka za rohoni, baraka za mwilini. Ishi kwa haki. Washirika wengi mnaumbea sana, na hii imesumbua sana. Kukaa kanisani miaka naenda rudi na uoni baraka, nakalea kuimba tu, hakuna baraka. Shida ni nini? Maisha ya haki ni madogo ndani yako, kwao unajua kumwabudu Bwana na uishi maisha ya haki, hiyo ni futui, hautaona baraka za Mungu kabisa eh. Yani unaishi maisha kama umepigwa shoti ya umeme, maisha makavu, kuna hela, kuna uzima ovyo tu kienda kuemea una bajeti yako naguka kwenye furu zilizokauka, yani kila kitu ni vurugu. Lakini tatizo chanzo ni kutoka kuishi maisha haki. Ndoa nyingi zinapancha sana, waonake tu wamekaa kanisani namna hii, wachungulia dirishari nyumbani tafili, kuna siafu ndani. Hey, hii yote hawa watu wanaishi maisha ambayo sio ya haki. Kufa utakufa lakini, cha moto utakipata. <coughs> Yeah, Esther unaingia kwenye majukumu sasa yeah. Mungu unipe mume mwaka huu usipite, eh yeah, amekusikia yeah. <coughs> sasa <coughs> <laughs> Esa, huyo hapo sasa, si ndio uliomba hivyo? hiyo ha? ya, maisha wake. Na unanisikia, Bwana rusi Esther ana matatizo. Utajua kwa nini sungura ana mkia mfupi. <laughs> Unasikia Esta, elamu huyu bwana Rusi ana matatizo hasa. Nini kifanyike sasa? Unajua watu anafikiri ndoa. <laughs> Unajua walokole bwana Atinda ni kama kamaradiandaga Unajua nini? Someni Biblia, halafu kuna watu mnafikiri ndoa ni ya wawili. Bwana Rusi, unasikia umeoa Esther. Sio Esther tu, nyuma ya Esther kuna ukoo wake kuna shangazi, kuna wajomba, na siku moja tutapokea hata mjomba wake ana shida ya figo na hana hela na analipe, ulipe wewe, ndio utajua kwa nini kuna kenge na kwa nini kuna nyarukala. Ah. Ah. Watu wanafikiri familia ni ya watu wawili tu. Unasikia, Esta, siku moja utapokea. Unapoolewa na baba, nyuma yake kuna shangazi na kuna mashemeji, mengine yatakwanza ku hey, mironjo ya shemeji jamani, hey, hey. Yani ni ukola namna hilo halinaga adabu, um. huh hasa kazi yako sasa, usipoangalia Esther, unambulia kupika tarabu. Nilizani nimepata kumbe nimepatikana, nalia pole. Hey. Ndio wewe, yaani haya mambo hey. Hey. Hey. tunafikiri mambo haya <coughs> jamani, Yesu oye!